kwa kuzidi kutupa afya leo, nafikiri Ramadhani tunabakisha siku nane ama saba ama nane. Kwa hivyo Ramadhani inakatika inshaallah, lakini kama wewe ulikuwa unamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utaendelea kumwabudu Mwenyezi Mungu hata Ramadhani ikiisha, lakini kama wewe ulikuwa unaabudu Ramadhani, basi Ramadhani inaisha. Ndugu zangu Waislamu, kwa nini tunasema hivi? Kwa sababu sisi kawaida yetu na maumbile yetu huwa tunaenda na Ramadhani, huwa tunakwenda na Ramadhani. Kwa nini? Ramadhani ikiwa alhamdulillah sisi tunafanya ibada zaidi, lakini Ramadhani ikiisha, ibada yetu inakuwa mwisho. Ni kama yani, Mwenyezi Mungu huwa anakuja mwezi wa Ramadhani. Na Ramadhani ikishaisha Mwenyezi Mungu anafanya nini? Anaondoka. Uislamu haitakani kuwa hivyo. Uislamu inatakana with or without Ramadhani. Ibada yetu iendelee kama kawaida, tunatakana kuwa kujaza msikiti kama kawaida, kuja kuswali kama kawaida. Hata kufunga unaweza kufunga siku zenye si za Ramadhani, sio paka eh, Ramadhani tu ndio unaweza kufanya ibada ambazo sisi tunazifanya kwa sahihi. Ndugu zangu Waislamu, kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu e, wakati wa Ramadhani inapen, ina, ina, inapokwenda kuisha huwa tu moyo wetu unavunjika, una ni kama, yaani tumechoka na kufanya ibada, hivyo ndio sisi huwa ni kama tunaogo, tuna, tumechoka yani, nafsi zetu zimechoka katika kufanya ibada. Sasa Ramadhani imeisha, tukutane insha Allah, Ramadhani nyingine. Lakini ndugu zangu Waislamu, tunakosea zaidi, kwa sababu wewe unakuja e, msikitini wakati ya Ramadhani, hujui kama utakutana na Ramadhani nyingine. Wangapi tulikuwa na wao last Ramadhani na sahihi hatuna? Wangapi tulikuwa na wao katika last Ramadhani na sahihi hatuna? Kwa hivyo hata sisi hatujui kama Ramadhani nyingine tutakuwa hai. Ndugu zangu Waislamu, tunatakana kuwa na bidii na juhudi ya kufanya ibada, kwa sababu sisi binadamu tuko na muda maalum ya kuishi katika dunia. Last week tulizungumza kuhusu wale watu saba ambaye kwamba watapata kivuli ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tukawacha katikati, tukasema tutakuja kuendelea hii wiki. Nilikuwa nataka tuendelee na hiyo mada ili tuweze kujipa moyo ya sisi kukuwa tayari kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Unaambiwa ishi katika hii dunia ukijitayarisha kuwa utakwenda kukutana na Mwenyezi Mungu, hata kama hautakutana na yeye. Kwa mfano, jitayarishe kuwa utakwenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, na zile maswali tunaambiwa zitakuwako, zitakuwa moto iko, pepo iko, jitayarishe. Hata kama itakuwa si hivyo, itakuwa kinyume, pengine hizo vitu hakuna, mtu akishakufa amekufa, labda lakini utakuwa wewe ulijitayarisha kuliko ukose kujitayarisha uende ukutane nazo. Sijui, tumeelewana? Ni beta ujitayarishe nakwenda kukutana na Rajabu hata kama hautampata, but ukose kujitayarisha, utakutana na mimi na unipate. Tumeelewana? So, tujitayarisheni kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tujitayarishe kuwa tutakwenda kuulizwa maswali e, ya maisha yetu. Uhai wako ulitumia namna gani? Mali yako ulipata uliyatumia namna gani? uliipata kwa njia gani? Watoto wako uliwachunga namna gani? Swala zako uliswali namna gani? Saumu yako ulifunga namna gani? Ujue utakwenda kuulizwa hizo vitu. Hata kama hautaulizwa, lakini wewe jitayarishe kwenda kuulizwa. Sawa ndugu zangu. Kwa hivyo ndugu zangu, hebu tuangalieni mfano. Kwa hii msikiti tuko na wageni. Wageni ni matablighi wetu. Where are you from? Pakistan, India, Kashmir. Angalia wa ndugu zetu wametoka India, wametoka India, kutoka India mpaka hapa Kenya. How many hours from India to here? Unaona, ndugu zetu wamekuja kutoka India, watakaa nje, wake zao, watoto wao, shughuli zao, mambo yao yote, wamewacha nyuma kwa miezi nne from India to Kenya kuja kuwalingania nyinyi kufanya ibada. Ndugu zangu Waislamu, hawa wametoka India, wamekuja Kenya miezi nne kuja kuwalingania nyinyi. Waiko na mabiashara, waiko na watoto, waiko na mabibi, waiko na shughuli zao, lakini wamewacha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili kuja kutulingania sisi tufanye ibada. Sijui mnaweka aje hiyo katika maindi yenu. Wewe umefanya juhudi gani katika hii dini? Wewe na mimi tumefanya juhudi gani katika hii dini? Bado sisi tunalinganiana hapa hapa hapa, tunaishi hapa, tuna msikiti yetu hapa. Ah, haiko na ma msikiti India. Msikiti hii inaingia mara kumi. Msikiti moja hii yetu ya bondeni inaingia mara kumi ndani ya hiyo msikiti. Yaani, inaweza bebwa hivi iingizwe ndani ya hiyo msikiti mara kumi. Lakini wamewacha hizo mamsikiti mzuri mzuri, wanakuja hapa, wanalala, wanapigwa na umbu, wanapigwa na baridi kwa ajili yetu sisi Waislamu, kutulingania, ili tufanye ibada ili kesho tusiende kuchomwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wameacha starehe zao, mtu amewacha bibi yake miezi nne, amewacha watoto wake, amewacha chakula ya kwake, ameacha biashara yake kwa ajili yako wewe. Wewe, kuacha tu hapa kwako kukuja msikitini for hapa hata si hapa nawa Five minutes kuja kumwomba Mwenyezi Mungu kwako inakuwa ngumu ndugu yangu wa Islamu. Amoni tofauti. Sasa kama dakika tano yako ya kutoka tu nyumbani kuja kuswali, kuacha shughuli yako kuja kuswali, kuacha biashara zako ukuje uswali tarawehe ya nusu saa kwetu inakuwa ngumu. Sasa hawa wameacha kwa miezi nne. Wewe hujawacha bibi yako pahali, hujawacha biashara yako pahali, hujawacha kazi yako pahali. Lakini unasikia uvivu tu kutoka nyumbani kuja kuswali. Tena huyu mwenye ametoka huko yote yakuja kufuate tena paka kwako ndugu yangu. Huko nje si tunaona tunawahepaga. Si ni ukweli? Tunawahepaga. Tukiona matabiliki ndio wale wanakuja yeye matabiliki bwana. Unalala na kula. Unahepa nani? Unahepa Mwenyezi Mungu. Umtoroki huyu. Huyu anakuletea ujumbe. Ni ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuletea. Ametoka huko. Amekuja mpaka hapa kukuletea ujumbe lakini wewe unamtoroka. Hivyo ndio tunaishi ndugu yangu. Ndugu zangu Waislamu, mimi na nyinyi, sisi wote tuko katika meli moja, si ati mimi ni msafi. Kwa sababu saa nyingine ukizungumza hapa naambiwa ati kwa nini wewe unajiekaga kando. Ah, ile kitu mimi ninazungumza hapa ni zenye sisi huwa tunafanya. Hata kama sifanyi hii, nafanya nyingine. si ni kweli? So hivyo ndio vile maisha yetu. Sasa hebu wewe jichukulie wewe, hawa wametoka huko yote, wamekuja kutulingania sisi na sisi kuacha nyumba yako tu dakika tano ukuje uswali unaona ugumu. Unatarajia kesho kweli utapata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Unatarajia kesho kuingia peponi? Unatarajia kaburi yako iwe raudhatun min riyadhil janna? Naelewa ndugu zangu. So tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana sisi atukitishe katika ibada haswa saa hii Ramadhani nafikiri next week tutakuwa tunawachana tuna, tunawachana na Ramadhani. Ramadhani inatuacha. Baraka zote zile ziko kwa Ramadhani. Mimi nataka tujiulize maswali katika hii mwezi moja. Umefunga, umekuja msikitini, umeswali, umeswali tarawe. Wewe kaa jiulize tu, ni faida gani umepata katika mwezi wa Ramadhani? Ama ni jambo gani, ni, ni, ni, ni nini umechuna? Ni nini umeongeza, ume, ume, ume, ume, ume, ume katika hii mwezi wa Ramadhani ambaye hukuwa naye? Ama ni nini itakupungukia ukifanya zile, zile vitu ulikuwa unafanya Ramadhani ambayo ukifanya wakati nyingine ni nini itakupungukia? Kama Ramadhani umeweza kufunga na umeweza kuswali na riziki yako umepata. Na saa hii umezuiwa mambo mingi. Sasa wakati ile yenye umefunguliwa ni nini itakupungukia wewe kufanya? Wewe kukuja msikitini dhuhuri, asiri, maghribi, ishai, subuhi, enye unafanya sahihi, kwa nini hiyo wakati nyingine huwezi kuifanya? Ni nini itakupungukia? Kuna kitu itakupungukia kweli? Ama ni, ni, ni utaongeza katika yale yanayopunguka? Si nikuongeza, tutaongeza so tu, tujaribuni sana, yani tusitoke, tumuombe mwenye. Na kila ukiswali hata saa ile unaswali, tahajud, muombe Mwenyezi Mungu akukitishe katika ibada akufanye uendelee na ibada. Unaona hiyo uvivu ambaye kwamba ume, una, ut, ita, ina kuingia ya wewe kutokufanya ibada, Mwenyezi Mungu akujalie hiyo uvivu itoke ukuwe unafanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Tukirudi katika mada yetu, watu saba ambao kwamba walikuwa wanaingia katika kivuli ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, tulisema wa kwanza ni Imamul Adil. imamu mwadilifu huyu atakuwa katika kivuli ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Tukasema Imamul Adil ni kukata kukuwa mwadilifu katika kufanya kuamua baina ya watu kukuwa muadilifu katika kuamua baina ya watu ama kukuwa mwadilifu katika kugawa ama kukuwa muadilifu katika kuhukumu. Ukuwe muadilifu, usipendelee. Si unaletewa kesi wewe unataka kulalia pande yako, kitu imekuja unataka wewe ugaie wenye wewe, unataka, au, unataka kuwa mwadilifu katika kugawa, wewe ndio utakuwa katika kivuli ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Tukasema wa pili, ni mtu ambaye kwamba, kijana ambaye kwamba ameinukia na ibada kijana ambaye kwamba ameinukia na ibada mpaka kuzeeka kwake, mpaka kufa. Yani yeye, unajua Mwenyezi Mungu anapenda ibada ya vijana, kwa sababu ibada ya kijana unaifanya straight. Angalia hata katika kuswali kijana, yani utasimama, hata kama ni juzuu mzima itasomwa, utasimama vizuri, unaelewa? Uko na nguvu, unaweza kwenda kupigana huko nje, lakini hiyo nguvu ya kupigana umeileta msikitini. Hebu angalia wazee, hata akikaa tahiyatu, utaona ni kama ana finyika finyika, na unaona ni kama anachoka. Ndo hata paka Mtume akasema wale wenye mnaswalisha, angalieni wanyuma nyuma kwa sababu kuna wazee, kuna wagonjwa, umenipata. Lakini kijana unaweza kuvumilia hata two hours swala rakaa moja, lakini unaona mzee utakuwa unamuumiza kwa sababu mwenyewe amechoka, magoti zimeisha nguvu. So kijana ambaye kwamba amejidumisha katika ibada paka ikafika kufa kwako wewe, kutoka ujanani yako umekuwa katika ibada wewe unakuwa katika kivuli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukasema watatu ni mtu ambaye kwamba amejikitisha na mambo ya msikiti. Mtu ambaye kwamba maskani yake, makazi yake, pahali pake, pahali anapenda zaidi kupumzika, pahali anapenda kukuja, pahali anapenda kuwa kila saa ni msikitini. Yaani unapenda kuwa karibu kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Na yule mtu ambaye kwamba anaingia msikitini si anakuja kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. So ule mtu ambaye kwamba anapenda msikiti, msikiti inaharibika, anatengeneza. Sisi leo hata tokeni hii tupaka tuimbiwe hapa, wekeni stima. Hii ni nyumba ya Mwenyezi Mungu, hautakani kuambiwa, unatakana kufanya kwa kichwa yako, unatakana kujiambia, hii nyumba inatumia msikiti hii. Unafikiri okay, wewe ukiweka hii stima shilingi mia yako, imesaidia watu kuswali tarawea hapa, kuswali tahajjud, unafikiri unapata thawabu ngapi? Hata kama huku kuja, lakini uli participate, ulichangia Lalo, ulichangia katika khairi. Ulichangia watu kupata stima ya wao kuweza kukuja msikitini kufanya ibada. So kuna thawabu unapata hapo. Angalia dini vile mzuri. Alafu sasa uliweka na wewe mwenyewe ukaja. Unapata mara ngapi? So, inshallah, tujibidiisheni. Katika kila siku tunasimama hapa tunaomba, kuna watu wanafuturu. Ukimfuturisha mtu unapata thawabu yake na yeye hapungukiwi na kitu. Yani, na yako pia hizo ni katika kutoa. Bado tunafika hapo, tunasema, mtu alikuwa huyo, ni watatu mtu ambaye kwamba anajifungamanisha na msikiti. Tukasema wa nne ni watu wawili ambaye kwamba wamependana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watu wawili ambaye kwamba wamependana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhana, hii kupendana tumezungumza katika hii msikiti yetu kutoka Ramadhani ilianza mpaka sasa inakwisha na tutaendelea kuzungumza kwa sababu kupendana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni jambo kubwa sana ndugu zangu. Kwa nini watu wenye kupendana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wanaingia katika kivuli ya Mwenyezi Mungu siku ambayo kwamba itakuwa hakuna kivuli isipokuwa kivuli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio mjue kupendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ni jambo kubwa sana. Unaambiwa kupendana ya Muislamu muislamu na muislamu unashinda kupendana ya mtu na ndugu yake kuzaliwa tumbo moja. Wewe na ndugu yako ule mmezaliwa tumbo moja, Uislamu yenyu na undugu yenyu ni kubwa zaidi kushinda undugu yenyu ya kuzaliwa katika tumbo moja, na hii tunatakana tudumishe sana, haswa katika mji wetu, mtaa wetu, tutoe tutoe hizo chuki tuko nazo Tutoeni kukosana. Ni kawaida iko, na hii tutakuja kuzungumza bado, iko katika yaumul kiyama, tutazungumzia hii eh, kivuli ya siku ya kiyama. Kwa nini inawekwa watu kupendana? Kwa sababu kukosana kutawaingiza pepo motoni. Muislamu na muislamu mukifa hamsemezani muse, mmoja akifa unaambiwa anakufa kafiri. Kwa nini? Kwa nini kupendana tu ikuwe paka inaweza kukuingiza peponi? Amoniho ni jambo kubwa ndugu zangu wa Uislamu. Tupendaneni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tupendaneni kwa ajili ya Uislamu wetu. Tupendaneni kwa ajili ya undugu wetu wa Kiislamu. Wallahi tukipendana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na natupendane kwa ajili ya undugu wetu, mambo mingi sana yatatufungukia katika mji wetu, kwa sababu tutakuwa tunafanya vitu kwa ajili ya mapenzi. Usione mwenzako amepata, wewe ukasirike Usione mwenzako amefanikiwa wewe udhike, takia mwenzako mazuri ile ambaye kwamba wewe ungeyataka wewe. Hiyo ndio kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa Ta'ala. Mpendee mwenzako ile ambaye kwamba wewe unge, ungetaka. Na kupendana inaingia mpaka kwako ndani ya nyumba. Ndugu zangu, kupendana iko na jambo kubwa sana. Wallahi mungejua iko na siri kubwa sana, iko na siri kubwa sana kupendana nini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama umekosana, mume kosana na mwenzako, kueni wepesi wa kuombana msamaha, ili mauti isikufike wewe na mwenzako Muislamu hamsemi. Wewe na mwenzako Muislamu mmegombana, takeni, kueni wepesi wa kuomba msamaha, kuombana msamaha. Tusikue watu wa kuwekeana chuki, chuki, chuki. Utakuta mtu yuko na chuki ya last year. Chuki ya last last last last year, last year, mwaka inne, mwaka tano, unakaa na chuki na mwenzako kwa sababu tu labda mulikosania kitu kidogo kitu mali ya dunia. Tutoeni, tukue watu wa kusafisha hizo vitu kwa, kwa roho zetu sawa so, huyo ni mtu wa nne. Mtu wa tano, mtu wa tano ni mtu ambaye kwamba aliitwa na msichana mzuri, msichana mzuri mrembo, msichana maridadi amekuita, amekutaka wewe kijana, ukamwambia inni akhafu Allah na hii, hii ndio tatizo kubwa setu sisi kwa sisi hapa Waislamu, kwa sisi vijana, hata haswa vijana, hiyo ni tatizo kubwa. Kama kuna mtihani sisi tulipewa, wallahi hiyo tulipewa mtihani kubwa sana ya wanawake. Wanawake ni mtihani ambaye kwamba kuiepuka sisi wanaume itakuwa ni ngumu, si? Itakuwa ni ngumu, siwezi, hakuna mtu anaweza kusimama hapa moja kwa mia ama kwa elfu ati aliitwa hata simu, si ana mrembo, ah, watu wetu wa kawaida tu, ati alikuita. ah. Ndugu zangu, saa hii na hii ramadhani inaisha, mimi unjue napenda kuongea mambo zenye huwa tunafanya, hata mimi nikiwa ndani, sisi wote. Kuna watu tunapanga saa hii vile tutachafua rongo, kweli, tunaweka pesa, mtu kabisa amechanga siku ya idi pesa yake, kama vile wale wengine wanachangaga ya Krismas mtu anachanga mwaka mzima ya kuchafua siku ya kri. Sasa sisi tumeshachanga, iko wale tumechanga, hii ni Eid ya kuchafua, siku ya Eid. Sasa wewe unachanga kuchafua, hata hujaitwa. <sighs> au jangoja hata kuitwa, unajipeleka wewe mwenyewe. Kwa hiyo so mwenye ataingia katika kivuli ya Mwenyezi Mungu ni ule ameitwa. Hebu sasa, hebu angalia, imejipa hii, hii umeichangia, unaenda kuitafuta hii, imejipa utaepuka hiyo. Eid unakwenda kumwaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumeambiwa ukimwaasi Mwenyezi Mungu siku ya Eid ni kama umemwasi Mwenyezi Mungu siku gani? Yaumul Kiama. Siku watu wamesimamishwa siku ya Kiama, watu. Ndugu zangu, tuweke hiyo ni ya kufuturisha watu. Usiende kuchafua siku ya Idi. Isikuwa umefunga Ramadhani yako na maskini ya Mungu, kumbe Ramadhani hiyo umeichafua na hiyo siku moja tu siku ya Idi. Ni siku moja tu. Haita kudhuru chochote ukikaa uvumilie. Na pia ile kitu nakatazwa si ati ni kwa sababu ni siku ya Idi tu. Inatakana hata ikiwa ni siku ya Idi, hayani hata hizi siku zingine itakiwi So yule ambaye kwamba ataingia katika kivuli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yule ambaye kwamba atakuwa imejipa. Acha tuzungumze lugha ya mtaa. Imejipa kabisa ameitwa welcome, ukamwambia ah, mimi namuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siwezi kufanya zina kwa ajili namwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe utakuwa katika kivuli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ambayo itakuwa hakuna kivuli isipokuwa kivuli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, kwa nini hiyo imewekwa? Utakuwa katika kivuli ya Mwenyezi Mungu kama utaitwa na msichana mrembo na wewe ukakataa, kwa ajili Mwenyezi Mungu hataki zina, kwa ajili Mwenyezi Mungu anajaribu, anazuia zina, hataki zina. Kad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafidhun, wamefaulu wale ambaye kwamba tupu zao wamezihifadhi wamezifunika, so zina tutakiwi kuingia ndani yake. Ndugu zangu, mtu wa sita ni yule ambaye kwamba, mtu wa sita ni yule ambaye kwamba alitoa sadaka, mtu ambaye kwamba unatoa sadaka, akaficha mkono yake ya kushoto isione mkono yake ya kulia imetoa nini? Hapa pia tuko na mtihani kwa sababu hapa ria inapatikana sana. Ndio unaona tunasema hata kama nikuweka unataka kuweka token si paka useme ama uambiwe, kwa sababu inakuja kuingia ria. Rajabu alitoa bwana, unaelewa kutoa sadaka kwa kuficha mkono wako wa ya kuume isi, eh, isione mkono wako wa ya kushoto imetoa, ama hivyo kwa yani, kwanini mkono ikatajwa? Ili yani wewe unatakana ukitoa usiende kujigamba ama usifanye riaa katika kutoa, ama usitake kusifiwa, toa kwa siri, hiyo ni yako na Mungu wako. So yule mtu ambaye koomba anatoa kwa siri akijua hii ni yangu mimi na Mungu wangu, sio kwa sababu ya riaa nionekane nimeitoa, au oh, fulani unajua ndo alileta hizo carpet kwa watu wengine. Hata wakileta carpet msikitini akute ni chafu kidogo, unaona amujui hata pale hiyo carpet ilitoka, mnachafua tu, unajua U watu waone ati wewe ndio ulitoa hiyo kape tama wewe ndio ulinunua mataa. Balbu hii kwa nini inaungua bwana? Mimi nanunua jana tu, a a. Wewe ulitoa jana umekuta imeungua toa ingine wachana na hiyo. Unajua? Hiyo riaa hiyo ndio tunaambiwa tusi. So utaingia katika kivuli ya Mwenyezi Mungu. Mtu wa saba, mtu wa saba ambaye atakuwa katika kivuli ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala ni mtu ambaye kwamba alitajiwa Neno, alisikia Mwenyezi Mungu Qur'ani inasomwa ama neno ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anatajwa akatoa machozi akalia kwa kuogopa, kwa kuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulisomewa aya za Mwenyezi Mungu ukaogopa, ikakutia hofu. Ulisikia Mwenyezi Mungu anatajwa ukalia ukatoa machozi kwa kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hii inakuwa na mtihani kubwa kwa sababu Vitu mingi tunazungumza za kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini nyoyo zetu hazina hofu, hatukui na hiyo ku, kuwa na hofu. Hata unaambiwa katika swala unatakana kuwa na khushu, unatakana kumnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika swala. Ndugu zangu, siku ambayo kwamba kutakuwa hakuna kivuli isipokuwa ni kivuli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni siku ngumu sana kwetu, ndugu zangu Waislamu. Qurani inazungumzia siku hiyo

ni siku ambayo kwamba ni mzito, ni siku ya Kiyama, siku ambayo kwamba sisi wote tutasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika kila mtu kuhukumiwa juu ya yale ambayo kwamba alikuwa akiyafanya hapa duniani. Ndugu zangu Waislam, siku hiyo ndo kutakuwa na wale watu watapewa vita, e, vitabu vyao katika mkono wa kulia, na wengine watakuwa wanapewa katika mkono wa kushoto, wengine watapewa wanapewa kwa nyuma ya mgongo zao. Jiulize wewe unataka siku ya kiyama upewe kitabu yako kupitia wapi? Ukitaka kupewa kitabu yako kupitia nyuma ya mgongo wako, kupitia kushoto kwako, kupitia kulia kwako, ujue ni wewe, ni, ni wewe umeyataka hayo, kwa sababu mtume anatuambia eh, kila mtu ataingia peponi isipokuwa mwenye kukataa: kullu kum yadkhulul janna illa man aba, kalu wa man aba ya Rasulullah, kala man ataani dakhala al janna, wa man asani wa man asani fakad aba kila mtu ataingia peponi isipokuwa mwenye kukataa. Nani mwenye kukataa? Ni yule ambaye kwamba atakua amekataa kumtii mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni siku mzito sana siku ya kiyama. Takatana ni siku mzito sana siku ya kiyama. siku hiyo ndo uta, utakuwa unasikia e, mtoto anamkimbia baba, baba anamkimbia mtoto, mama anakimbia, yani tutakuwa tunatorokana kwa ajili ya kumuogo, e, e, kwa ajili ya kuogopa siku ya siku hiyo ya kiyama. Ndugu zangu Waislamu, kama kuna siku ambaye kwamba watu watakimbia mpaka kwa mamitume, watu watakuwa wanakimbia kwa Musa, nabi Musa, kwa nabi Isa, kwa nabi Ibrahim, tuombe kwa Mwenyezi Mungu. Manabii wanawaambia kama kuna siku Mwenyezi Mungu amekasirika, basi ni leo kama kuna siku Mwenyezi Mungu amekasirika ni leo. Sisi wote tutafikishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umepewa kitabu yako, unatoka unakwenda naye mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anakuuliza, kwa nini uliniasi? Hukusoma katika Suratul Fatiha Maliki yaumid din? Hukusoma katika alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha? Mwenyezi Mungu anakuwa nakuuliza hatukuwateremshieni mitume nyinyi wakawapea wakawaletea aya zetu na kuwaonya ugumu wa siku ya Kiyama. Ndugu zangu Waislamu, ni siku mzito sana, sisi kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala. Tujichungeni sana na matendo yetu hapa duniani, kwa sababu kesho sisi wote tutakwenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala na tutakwenda kuhukumiwa juu ya yale ambaye kwamba tumeyatenda hapa duniani. Utakwenda Mwenyezi Mungu anakuuliza, hukusoma Malik yaumiddin? basi ana al-Malik wa hadha yaumiddin, mimi ndio huyo mfalme ulikuwa unasoma katika surat al-Fatiha, na hii leo ndio siku ya malipo. Ndugu zangu, sio siku ya kuchezea. Ni siku ambayo kwamba nitaka mazingatio kubwa. Ni siku ambayo kwamba nitakana ujitolele katika kwenda kukutana na siku ya kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu ni mada ndefu, lakini wakati inatupiga chenga inshallah kama tutapata wakati tutazungumzia siku ya kiyama na siku ya hukumu inshallah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba.